Tunawashukuru kwa kuwa mme mlikubali na mkatekeleza hii ahadi ambayo mlituahidi ya kujitengenezea miguu. Miguu hii kwa kawaida huwa ni gharama kubwa, kama mtu analipa tu mwenyewe ananunua, huwa ni gharama kubwa, kati ya milioni 1.5 hadi milioni 3. Sasa kwa jinsi ya hali ya watu wenye ulemavu walio wengi ni changamoto kumudu gharama. Kwa hiyo anapotokea mdau kama Kamal Foundation akatoa vifaa hivi bure, kwa kweli tunakuwa hatuna kitu cha kumlipa zaidi ya kuendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu kwamba kale anapokatoa basi Mwenyezi Mungu aendelee kujaza. Kwa Kamal Foundation, tunawashukuru sana kwa kuendelea kutusupport. Tumekuwa tukipata zawadi kwa ajili ya askari wetu tumepata zawadi kubwa kubwa kabisa zenye maana kutoka Kamal Foundation For the past 10 years the Kamal Foundation has been actively supporting people with disability especially through the provision of prosthetic limbs today we have provided more than thousands of limbs helping individuals regain mobility and dignity and hope kwa kukupa mguu au kiungo bandia uelewe kabisa kwamba foundation hii ya Kamal imejitambua, kama dunia inavyotaka tuenende. Kamal Foundation imeendelea kuwa mlango wa mbele au rada, mstari wa mbele, kuonesha kwamba katika kuwepo kwetu sisi hatuwezi kuwepo bila kuwepo na wenzetu. Kwanza kabisa nishukuru uongozi wa Kamal siri kwa kuona watu maulemavu namna ya hmm, pekee. Hii ni mara ya pili sasa wanasaidia watu wenye ulemavu hususan miguu ya bandia na viungo vingine. Mara ya kwanza tulikutana St. Peter na leo hii tuko ams, leo tuko nyumbani jamani, tupige makofi. Kusaidia kupata mguu wa bandia na kusaidia kupata kazi katika kampuni ya o almarufs. Naishukuru sana Kamal Foundation kwa kunisaidia kupata kazi. Ni mwaka wa saba sasa niko, nashukuru sana, nashukuru sana uongozi wa Kamal Foundation. Sasa hivi nimeacha kuwa tegemezi, nategemea mwenyewe hadi familia yangu pia inanitegemea.